Naam, mtazamaji wa Global TV Online. Hapa tuko eneo la Mombasa jijini Dar es Salaam. Mimi pamoja na Sande ambapo ni hali ya sintofahamu, purukushani eh, ya tangu jana usiku wa kuamkia leo ambapo kwa, eh, kwa fununu zilizopo kwamba kuna askari aliuawa kikatili na kisha mwili wake, eh, kuelekezwa ama kuwekwa nje ya maeneo haya ambapo ilitia hasira watu wamepigwa, watu wameumizwa, wa e, sijui ni katika hali ya upelelezi, kwa mujibu wa malalamiko ya wakazi wa wakazi wa eneo hili. Mimi ni Catherine Kahabi nikiwa na Sunday tukizidi kukujuza e, mambo yanayoendelea hapa, kwa sababu sasa hivi asubuhi, mtazamaji, kama unavyoona hali ni shwari kidogo, ingawa kwa wa e, wahusika kama wakazi wa eneo hili bado wana hofu mioyoni mwao. Wengine wanasema wamepigwa marufuku kuendelea na biashara. Kila mtu anaongea la kwake, lakini kazi yetu ni kuhakikisha tunaweka kila kitu sawa, kwa sababu baada ya kutoka kwenye kero hizi tutaenda kwenye husika eh, kwa uongozi wa juu ili tuweze kujua nini ambacho kimesababisha hali hii. Na unaitwa nani? Jina langu naitwa Hassan Kamgisha. mm -hmm. Kwa kweli mimi nashangaa kichotokea jana mm -hmm. Hatujui lolote lakini tulivamiwa hivi, tunaweza kupigwa kama manyoka, tuliharibiwa vitu yetu, tukachukuliwa ea zetu za bodaboda za maisha, pikipiki zetu zikaharibika. Unahisi njia ambayo wametumia hao askari, kwa kweli mimi naona kama sio sahihi. Tunaomba serikali, tunaomba tusaidie kwa hilo. Tuache kuna nyanyiswa hivyo. Kwamba ni aina fulani ya upelelezi au ulotumika ama wafanye upelelezi au inaonekana wamekurupuka wajafanya upelelezi. Wala wajafanya wajafanya upelelezi. Wamekurupuka tu kuja kutuvamia tu kupiga hata mtu ajui lolote anapigwa. Mtu anatimia mingo ndio kazini kuanzia saa moja. Kweli saa moja mtu anatoka kazini anapigwa. Anaweza kufanya kazi? Maana wengine nasikia wamesema wamefuatwa kwenye madaladala. Ukishuka tu ni kipigo. Hata sio madaladala tu hata kwenye bajaji mtu unashushwa unapigwa. Bado tunaendelea na swali letu, mtazamaji. Wakati bado tunaendelea, je, njia ambayo ilitumika jana hapa Mombasa, jijini Dar es Salaam kupiga watu vilungu na nini, ni njia sahihi ya upelelezi? Ni hali ambayo si swali, ni hali ya sintofahamu. Swali letu bado linakuja kwamba utaratibu uliotumika, je ni sahihi sahihi? Ha, kwa kweli walituvamia ghafla bila, bila taarifa yoyote na bila kutuelewa. Mimi nashangaa tu, wanavamia nikaruka, wakavunja pikipiki yangu piki, kama wanavyoiona hapa, najaribu kuirekebisha lakini hapa mpaka niende gereji. Na unazungumziaje ni sahihi njia ambayo walitumia? Kwa sababu njia waliotumia sio sahihi, kwa sababu kama njia sahihi wangetakuwa wafanya upelelezi wao ili wajue kama ni kitu gani kimetendeka na nani aliomuua rafiki yao, lakini kwa sisi hapa kusema kweli, hatuhusiki na hatujui kama tukio hilo lilifanyika lini. Kwa hiyo, jana kila mtu kwenye madaradala walikuwa wanaingia kwenye madaradala, walikuwa wanakimbia, bodaboda, wafanya biashara wadogodogo wote, unaona hapa walikuwa wanakimbia bila kuelewa wanaenda wapi. Ni kipigo Mtazamaji, hali inavuta ina, ina, ina, ina, ina fulani, mimi hata nashindwa kuelewa. Habari mami. Salama tu eh. Shikamoo. Marahaba. Vipi, hali nzuri? Pole pole. Asante. Hapa nilipo nimeumia, nimepigwa sana jana mm, umeelewa? Wametuvamia hapa maaskari usiku. Eh, ilikuwa muda wa saa ngapi? Ilikuwa kama muda wa kitu kama saa, sio saa tatu, ile saa tatu kwenda saa nne. Eh, wametuvamia hapa, wametupiga kama mimi nimetupa hela simu, yani hapa nilipo nimeumia. Natu... walikuwa wanapiga tu, tu, wametupiga sana yani, wametupiga sana. Ni nini? Lakini tetesi ni kwamba nini kilichosababisha mpaka wao wakafikia. Yaani mimi bado sielewi mpaka saa hizi, na nimeumia na msingi wote umepotea, biashara yangu wote imeibiwa, na sielewi hapa nitaanzia wapi. Kwa hiyo naomba serikali, jamani, mtusaidie. Na unahisi ni utaratibu ambao ulitumika ni sahihi ama yeah, wangefanya upelelezi kwanza? Wangefanya kwanza upelelezi, hata kama kuna kitu kilitokea, wasingetuvamia kwa sababu waliasili jana mpaka Toto. Ni kwa ni hasira ama nini? Sijui kama ni hasira, kama hasira zao inakuwa sio nzuri. Wameumiza mpaka nyumba kwa watoto. Mimi nimeumia hapa nilipo. Mtazamaji wa Global TV, bado tunaendelea na hali ya sintofahamu inazidi kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutufanya yani, hata tunakosa namna ya kuzungumza kwa sababu haiwezekani hata kama tukio limetokea tu tuanza kupiga watu kwenye madaladala watoto, ni jambo ambalo livuti kabisa na wala si la kizalendo kwa wakati mwingine. Um bado tunatafuta watu hapa wafanya biashara, bali. Safi. Naona una deki samani na kukanyagia. Eh. Bali ya tumepigwa, angalia kwanza tangu zangu zivyo chafuka. Imekula sana, nguo nyingi imeacha nje. Du, unaitwa nani kwanza? Anthony. Anthony nani? Anthony Maiko. Hili ndio duka lako? Eh, kwa hizi nguo kama hivi, hapa inabidi upeleke dry clean ama? Mtazamaji kama unavyoona hii ni hasara kwa sababu hizi ni nguo mpya lakini zimechafuliwa na matope. Naona ni katika hali ya furukushani kukimbia. Labda unazungumziaje tukio hili? Eh, tukio la Mama, sio la kawaida yaani. Sio la kizalendo. Eh, kwa sababu wangetupa taarifa bana, fungeni biashara zenu, mwende mkalale. Mm. Tungefunga biashara tukaenda kulala, lakini tume... Mm. Tumeshangaa. Yaani, yaani kama unavyoona mwizi anakuja kuvamia, mm, atoe taarifa na kwa nini kuvamia? Na unalizungumziaje kwamba wangefanya upelelezi ama ni tukio la unyama? Kama tukio limefanyika ndio maaskari bidi wafanye upelelezi, mm-hmm, wajue tatizo lilikuwa ni nini mpaka mtu kauawa. Lakini sio kwa kutufanyia hivyo. Kama angekuwa raia kauawa, wange, wange, wangepiga watu. Hilo ni swali. Kwa hiyo inaonekana kama kuna utofauti raia wa kawaida akiuawa na askari. Kwa kawaida, kuuawa hana thamani. Lakini akiuawa askari ndio lazima na sisi raia tupigwe. Sasa sisi wengine hatujawahi kufanya matukio, kama tunafanya biashara, tunahangaika machafuria nguo zetu kama hivi tunafanya. Nguo wameiba zingine. mm. Unaona? Eh, mlepacha... Tulipe kodi, ndio hizo kodi wameshapunguzia, wanze tena moja, utafanya nini? Na mtazamaji wa Global TV, hizo ni Eh, maoni ya makero ambazo wananchi ama wakazi wa eneo hili ambalo walikumbwa na sekeseke hilo wanajaribu kutoa maoni yao juu ya hasara ambazo wamepata, lakini vipigo na kama haitoshi, hata wasiwasi maana bado umetanda mpaka sasa hivi, watu wanaendelea na biashara lakini hawana amani. Habari salama ha? Ha, bila shaka ni wakazi ya, ya, na, ya, ya, wa eneo una hili. Unaitwa nani? Mimi naitwa Kamgisha, mhm, Kamgisha nani? Selemani, eh, unazungumziaje tukio hili, ah, tukio hili ni la kusikitisha kwa sababu tuliona jana tunapigwa bila taarifa bila nini. Wananchi wakataaruki kusema ukweli, wakawa wanapigwa, wanakimbia, wanakimbizwa yani uh-huh. watu wamepoteza mali zao, labda pengine yani ni tukio la ajabu kusema ukweli. Na wewe ukipigwa, kimekupata? Ah, hapana, bahati mbaya au bahati nzuri, mimi nilikuwa kwenye michakato mingine, ila nilipita, nilikuwa na gari nikawa napita, nikawa na watu wanakimbia. Baada ya kukimbia, nikafika maeneo ya ya, ya, ya lawa, nikasimamishwa, nikaambia bwana, mimi nilikuwa na, nimekodiwa natoka sababu kuna watu jana walikuwa wanapokea vipaimara vyao na nini. Kwa hiyo ni bahati nzuri nikawaelewesha, wakaelewa nikaondoka, lakini kuna watu walikuwa wamelazwa chini, walikuwa wamelazwa kifudifudi, watu wanalia, wengine wamezimia jana? Tukio la jana bwana, hata sisi tunashangaa sana, kwa sababu tuliingiliwa tu na kikundi cha maaskari pasipokuwa na taarifa yoyote ile. mm -hmm. Mona kaanza kupiga piga mafimbo, wenyewe nilipigika sana mgongoni, mguuni, kaanza kukimbia mahali ambazo nilikuwa nazitegemea hapa naweza kufanya biashara, nakaziacha mm -hmm. nikakimbia Labda unahisi kwamba tukio walilofanya maskari hao sio rafiki, kwa sababu hawakufanya upelelezi ama walifanya upelelezi. Mimi nafikiri hakufanya upelelezi, kwa sababu kama angefanya upelelezi asingeweza kuvamia wananchi mm. Eh, kwa sababu hata si wananchi, hatuna taarifa yoyote kwamba labda kuna tukio limefanyika kuhusiana na wale watu, ila tumesikia, tumejikuta tunapigwa, tunapigwa, tunapigwa. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anakimbia tu katika kutaka kuokoa maisha yake, hatujajua ni kitu gani kimetokea inamaana mpaka sasa hivi baadhi ya watu tunajiuliza kwamba kitu gani kilisababisha mona na ni kitu gani kinataka kuendelea zaidi ili tuweze kujua. Na mtazamaji wa Global TV, hali si shwali, lakini bado tunajiuliza, je, ni sahihi kuanza tu kupiga watu pasipo upelelezi? Eh, watu wamepata hasara na hali ilivyo ngumu hii, eh, inasikitisha kwa wakati mwingine, kwa sababu watu wameumizwa, watu habari, um, wame, Ah, mimi nimefika usiku sana, mnafanya kazi hapo, nimekuta hapa daladala ana ni, ni gari zote zilikuwa zipaki hapa. Safari pia ulikuwa shida sana kwa sababu ya vurugu za jana zile watu wamepigwa pigwa nini, kwa hiyo magari mm. yu, liku, mayani, hapa, kwa yu, petu, yote tu hakuna mtu yoyote wala magari. Lakini, aa, tumika ni nzuri, ama Njia njia sio sio nzuri. Unajua kitu chochote, kama mfano imetokea kitu sehemu, nataka kufanya upelelezi nini chanzo na nani, mnaweza kama kupata mhusika mkubwa. Lakini kupigapiga wengine sio wahusika, mnapigapiga ovyo. Unajua tunatembea, watu wanatembea na malazi yao, unaweza kupiga mtu kafa hapa wakati mtu aliosababisha yupo, aliosababisha jambo mtu ayupo. Mtazamaji wa Global TV Online, hayo ni maoni ya wakazi wa eneo hili la Mombasa, ambao wamekutwa na sekeseke seke hilo usiku wa kuamkia leo, kwa kupigwa virungu, kwa kurukishwa vichula, kama ambavyo mmesikia waliwafunguka na wamepata hasara nyingi kwa wafanyabiashara wa eneo hili a sehemu ya pili ambapo e, itakuwa ni mwendelezo, tutaenda kwenye ngazi za uongozi wa juu ili tuweze kujua kinagaubaga. Je, njia ambayo ilitumika jana ya upelelezi, maana ile, sijui tutaita ni kupeleleza, ilikuwa ni sahihi? Mimi ni Catherine Kahabi nikiwa na director Sande hapa Mombasa, jijini Dar es Salaam. Global TV Online ulipo tupo mubashara. Sibuka Loto tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu baada ya miaka kumi. Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote jishindie trekta, aina ya John Deere 5065 bodaboda 15 pampu za dawa 50 redio 100 majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine. Kem, kem jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya mwamalo wa mpesa kisha Chag kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777, kisha andika kumbukumbu kumbu namba 3538, kisha weka kiasi cha shilingi elfu moja kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia dro kubwa Disemba 9 mwaka 2017, na, na dro za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu. Ishi bila wasi na Red Relax, jiunge na vifurushi vyetu vya silver, gold na platinum, na utapata dakika nyingi za kupiga mitandao yote, SMS na MB pamoja na dakika za kupiga simu nje ya nchi. Kifurushi chako kinapoisha una uwezo wa kufanya kijinunue au kijirudie chenyewe upya huku dakika sms na mb zako ambazo hazijatumika zikihamishiwa kwenye kifurushi chako kipya. Si hayo tu, ukinunua kifurushi cha Red utaweza kufurahia huduma za ap ya sokoni bure, taarifa fupi za Mpesa bure, kipaumbele ukitembelea duka lolote la Vodacom nchini na ukipiga simu huduma kwa wateja na kuharifia, ukipiga simu na kuikosa bure, piga nyuta bure. 9 0, 1, alama areli. Chagua red sasa, uishi bila wasi. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global publishes The House of Favorite Newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store, na udownload bure application hii ya Global Publishers, ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.